Shalomu watu wa Mungu, leo napenda kuwashirikisha neno la Mungu kutoka kwenye Bibilia. Tutasoma kutoka kwenye kitabu cha Luka mlango wa kumi na tano mstari wa nne mpaka mstari wa saba. Ni nani kwenu mwenye kondoo mia akipotewa na mmojawapo, asiyewaacha wale tisini na kenda nyikani, aende akamtafute yule aliyepotea, hata amwone? Naye akisha kumwona, umweka mabegani mpake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia vivyo hivyo, kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubui kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu. Amin. Pia msikili, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, napenda tena tusome kutoka kwenye kitabu cha Mathayo Mlango wa 18 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Mwaonaje, mtu akiwa na kondoo mia mmoja akampotea, je, hawaachi wale tisa na tisini akaenda milimani na kumtafuta yule aliyepotea? Hata akipata kumwona, amini nawaambia amfurahia huyo zaidi kuliko wale tisa na tisini wasiopotea. Vivyo hivyo haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Amen, amina. Msik, mtazamaji pamoja na msikilizaji wangu mm, katika neno hili tulilokwisha kusoma sasa ni wakati wa kwenda kulitafakari na kuweza kulifananisha na maisha yetu tunavyoishi hapa duniani. Kwanza tukianza na kondoo anayezungumzwa katika kitabu hiki cha Luka pamoja na Mathayo, Agano Jipya. Hivi vitabu vyote vinapatikana Agano Jipya. Huyu kondoo hapa tunaweza tukamfananisha na mimi au mtazamaji wangu au mtu yoyote yule ambaye anaweza akamtenda Mungu dhambi. Eh, sisi binadamu ni rahisi kutenda dhambi, kwa sababu kwanza mazingira tunayoishi ni mazingira ambayo hatuwezi tukayafananisha na mazingira ya mbinguni. Kwa hivyo ni rahisi kutenda dhambi, ni rahisi kukosea, tunaanguka kwenye majaribu mara kadhaa. Katika maanguko yetu tunaweza tukamkosea Mungu dhambi. Kwa hivyo huyu kondoo anafananishwa na mtu kama mimi au wewe au mtu mwingine, na mchungaji anayetoka hapa anaenda kumtafuta kondoo aliyepotea huyu, tunaweza tukamfananisha na Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu anatuchunga usiku na mchana. Mungu hapendi wala hafurahishi tunapo tunapo jaribika tunapokuwa tunaelekea kama kumkosea, hicho kitu kinakuwa akimpendezi Mungu na Mungu anaumia, kwa sababu hapendi tumkwaze, hapendi tumkosee, anatamani hata tuki tukikosea turudi haraka na kutubu na kuendelea kumpendeza kila mara. Ehe, na huyu Mungu anapokuwa amempata huyu kondoo aliyepotea anafurahi sana, inamfurahisha moyo wake. Kwa hivyo hii habari tunaweza pia tukaifananisha na mazingira ambayo tunaishi tuna. Kuna watu ambao wanamjua wana Mungu na wanajitahidi kabisa kushika amri zake, pia wapo ambao bado hawajaweza hata kusikia Mungu ni nani. Mungu hajaweza hata kusikika kwao kwa namna yoyote ile Hivyo hata pia wale watu tunaweza tukawalinganisha na huyu kondoo aliyepotea. Hili neno la Mungu linahubiriwa, ingawaje kuna wengine bado wanaabudu sanamu, kuna wengine wanaabudu wanyama kama ng'ombe au kadhalika. Hivyo wale bado hawajamjua Mungu, tunaweza tukawafananisha na kundi hili la kondoo aliyepotea kwa hivyo na amini, naomba Mungu pia hata ili neno liweze kumfikia mtu wa aina hiyo, ili akaweze angalau naye kujua Mungu ni nani, na kutafuta kwa jitihada kupitia kusoma neno lake ambalo ni Bibilia, kupitia kusoma neno la Mungu, kutafuta kwa jitihada. Maana Mungu ameandika katika kitabu chake kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maana yu karibu. Kwa hivyo tafuta jitahidi, mtazamaji, kutafuta kwa hata kwa kwa kupapasa, yani nikimaanisha hata kwa mwanzo tu, pale unapoanza, soma tu neno, mombe Mungu kutumia jina la Yesu Kristo. Hivyo unaanza taratibu, kama tu mtoto mchanga anapoanza kutembea, kuna vipindi ataanguka mpaka aje aweze kutembea. Hata kwa Mungu pia ndio hivyo, nafananisha huu mfano na mtu ambaye hajawahi kusikia habari yoyote ya Mungu. Kwa hivyo hili neno linafananishwa na mtu aina hiyo, yule ni kondoo aliyepotea. Kwa hivyo kwa Mungu, ile kondoo ana thamani kubwa sana. Ikiwa atakuja kufanikiwa kujua Mungu ni nani na kumheshimu na kuzishika amri zake, ana thamani sana, inakuwa furaha mbinguni Mtu akipata kumtambua Mungu ni nani, kuokoka na kuzishika zile amri za Mungu, Mungu atamsaidia tu taratibu na atakuwa wa Mungu. Kwa hivyo hata Mungu hapendezi tukiabudu miungu mingine, tukizivunja zile amri zake zote kumi inakuwa hapendezi sana. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi kuzishika hizo amri, kulishika neno na kumpendeza Mungu kadri tunavyoweza kuishi na ku, katika misingi ya Mungu ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu ya kumpendeza Mungu, ili Mungu azidi kufurahishwa na kupendezwa na sisi. Ni hayo tu, watazamaji wangu, na kama una la kuchangia unaweza ukaniandikia katika komenti. Mungu awabariki sana, nawapenda sana watazamaji wangu. Malaika wote wafurahi siku hiyo